Sikuleta zile nyaraka za msingi za kumfanya anze kazi. Alipewa commencement date tarehe 12 mwezi Juni mwaka 2024. Kwa maana hiyo, kwa utekelezaji wa miezi 36 inabidi akabidhi hii kazi tarehe 12 mwezi Juni mwaka 2027. Sasa Mheshimiwa Waziri, kwa sasa mkandarasi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 aliomba malipo ya awali ambayo serikali imemlipa kiasi cha shilingi bilioni tisa nukta moja tano ilimlipa tarehe 26 mwezi Septemba mwaka F 2024. Lakini kufikia mpaka sasa hivi miezi 19 kama na tisa kama na nusu hivi imepita, utekelezaji wa hii kazi ya barabara ni asilimia tano pekee nukta nne 4 lakini muda tuko asilimia hamsini na tatu tuko nyuma ya muda kwa asilimia takribani 46 mheshimiwa waziri wa ujenzi kinachoendelea kwa sasa kama umejionea ulivyopita hapo barabarani amefocus kwenye hizi kilomita tatu za mwanzo tu na hii barabara inatekelezwa kwa mfumo wa sanifu na jenga kwa maana ya design and build alitakiwa awa amesha sanifu kilomita zote hizi hamsini lakini mpaka sasa hivi kilomita ambazo zimekamilika kwa usanifu ni kilomita tano tu Mheshimiwa, tumekumbana na changamoto kubwa kama ifuatavyo. Ya kwanza ni mkandarasi kuchelewa kuleta mitambo ya utekelezaji ambayo ni asilimia ishirini na nane tu. Hiyo ndio imekuwa changamoto kubwa ambayo imefanya asiweze kuanza kazi zake ndani ya kipindi ambacho kilikusudiwa. Lakini cha pili, amechelewa pia kuleta wataalamu ambao wanatakiwa kuhusika kwenye utekelezaji wa ujenzi wa barabara ni asilimia 72.7 tu ambayo imeshaletwa, kwa maana hiyo hiyo imeathiri utekelezaji wa ujenzi. Lakini pia alitakiwa wameshaleta design, mpaka sasa hivi tuna kilomita 5. Kwa hivyo vyote vimetufanya tuchelewe kuanza ujenzi, lakini serikali imemlipa fedha zote hizo bilioni 9.15. Aliomba malipo ya awali, amini aliomba malipo ya uh, IPC ya kwanza baada ya kuleta vile vifaa vya kwanza, kwa mfano magari ya msimamizi, aliomba kiasi cha shilingi bilioni 1.95 ambacho mpaka sasa kiko kwenye process ya kumlipa. Lakini itoshe kusema kazi ambayo ameifanya kwa uhakika haiendani na kiasi cha fedha ambazo mkandarasi amelipwa. TANROADS au serikali kupitia TANROADS imechukua juhudi nyingi sana, ikiwemo kumwandikia barua za onyo, lakini pia kukaa vikao vya ngazi ya juu, kwa maana high level ambavyo kikao cha <totra> mwisho kimekaliwa mwezi Novemba mwaka jana na alipewa target kwamba atimize vitu vitatu. Cha kwanza aelezee ametumia vipi advance payment ambayo serikali imemlipa. Lakini pia ndani ya mwezi huo mmoja alete mitambo yote inayotakiwa site. Lakini pia amalizie hiyo design. Ule mwezi mmoja ulivyoisha ambao taasisi ilimpa atekeleze hakutekeleza mpaka sasa hivi sasa hivi tuko kwenye hatua za mwisho za kimkataba za kupitia kuangalia ni maeneo gani ambayo anatakiwa kuwajibika na serikali ichukue hatua mahususi ambazo zinaendana na mkataba unavyotaka. Jambo la kwanza nawaelekezeni, aos na mkurugenzi wa barabara mtoko wizarani, ama ifuatavyo: leo ni tarehe 31 Februari, mwezi huu unaisha tarehe 28, si ndio hivyo? Wameshafuata taratibu zote za kuvunja mkataba wa huyo ndugu na tumfukuze kwenye kazi yetu. Ikifika tarehe 28 wameshafuata taratibu zote za kumfukuza, atoe na alete taarifa ya bilioni tisa kwenda za walipa kodi wa nchi hii amezitumiaje? Nami nataka ripoti hiyo yeah. ili vyombo vya dola viweze kufanya kazi yake, na ikiwa kama wamechukua pesa zetu wakazitumia kwa maana nyingine ya kuzitumia, tutawachukulia hatua kali sana, ikiwa ni pamoja na kuwafikisha mahakamani walende wakajibu mashtaka ya uhujumu wa uchumi barua rasmi kabisa itakayotoka kwetu wizara ya ujenzi, kwenda kwa shirika letu linalofanya kazi ya kusimamia taratibu za manunuzi PPRA, na kwa blacklist wasipewe kazi nyingine yoyote katika nchi ya Tanzania.